Waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene ametoa wito kwa vijana na wanaharakati nchini kutumia njia sahihi za kisheria wanapodai haki, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo na maridhiano badala ya vurugu na migogoro. Amesema kuwa historia imeonyesha wazi kuwa vita na machafuko havijawahi kuleta suluhu bali husababisha kuporomoka kwa amani na ustawi wa jamii. Kauli hiyo imetolewa wakati wa mkutano wa pili wa pande tatu unazozihusisha serikali ya Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, mkutano unaolenga kuimarisha ushirikiano katika masuala ya ulinzi na hifadhi ya wakimbizi. Tuko na amani na tunapokwenda katika mwisho wa mwaka siku hizi, niwatakie na Watanzania wenzangu wote, kama waziri mwenye dhamana na usalama wao na mali zao kwamba msiwe na hofu yoyote ile. Tunapozungumza mambo haya ya kuwaambia wenzetu warudi kwao, na sisi huko hatuna nafasi ya kuwahifadhi, na sisi Watanzania, ni vizuri tukajifunza somo hili kwamba tuna wajibu wa kutunza amani yetu ili na sisi kesho tusipogeuka wakimbizi. Sasa sijui tunarudisha wenzetu kwao, na sisi tutawafuata nyuma, tunaenda kwao, maana watakuwa wametulia. Kwa hiyo, vijana na wale wote wanaharakati ambao wanafikiri njia hii ya vurugu na fujo na kuvunja amani ndio itakayowapa haki yao, hiyo njia ni ndefu mno. Tunazungumzia Kongo, iliyovurugika miaka 30 iliyopita, amani haijarudi mpaka leo. Wewe unayefikiria kuivuruga nchi yako ya Tanzania leo, utakaa miaka thelathini kama wewe ni kijana, basi hiyo hiyo haki utaiona, kwa sababu umeidai kwa prosesi ambayo imsingi sio shortcut shortcut ni mazungumzo shortcut ni kuweka hoja mezani shortcut ni kufuata mifumo ya mabadiliko lakini vita vurugu havijawahi kusaidia nchi yoyote